Niko hapa kwa dakika chache kuzungumza na wewe uh, mambo ya mahusiano, na nitazungumza topic ambayo na uhakika utaipenda, na nataka nikupe topic inayosema dalili tano kwamba uko kwenye mahusiano feki. Baada ya hii topic kesho, najua kuna watu wanaenda kupigwa chini baada ya hii topic najua kesho kuna watu wanakwenda kupigwa chini. Baada ya hii topic nafahamu kesho kuna watu wataenda kuwa kwenye dalema. Ni muache, nisimwache. Bwana sifiwe. Wale walioko kwenye mahusiano wanaelewa nasema nini, wale ambao bado wanaona kama muujiza tu. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Mara nyingi nilikuwa nafundisha kwenye kanisa, huwa siulizi swali wangapi wako kwenye mahusiano, manake hakuna anayesema yuko kwenye mahusiano ingawa kuna wengine huwa wanyoshe mikono kwa sababu mahusiano waliopo hawayaelewi yanakwenda au yanarudi. Bwana sifiwe. Dalili tano zitakazokuonyesha kwamba uko kwenye mahusiano feki, naomba nikupe utangulizi. Kitu cha kwanza, kitu cha kwanza ambacho natamani ufahamu ni kwamba muda ulionao kama kijana, muda ulionao na umri ulionao sio umri wa kuwa katika mahusiano ya kipuuzi, ni muda wa kumtengeneza mwenza wako. Bwana asifiwe. Huwa nawambia watu kuna umri ukishafika, especially ukiwa kwenye umri wa chuo 20 plus, ukiwa kwenye mahusiano ya kupoteza muda, just for fun, no string attached, naomba nikwambie una upungwani wa akili, ingawa huko psychiatric unit Umri ulio nao sio wa kupoteza muda, ni umri wa kumtengeneza mwenza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wameshaachwa wakaumizwa, kwenye mahusiano hawaamini tena kwenye mahusiano ya kuandaliana muda mrefu, wanaamini kwenye kama kufyatua tofali, unakinga unakinga unakinga, unafyatua una, na ndio maana wanapoingia kwenye ndoa zinawafyatua hivyo hivyo, nao wanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza, hakikisha hakikisha, you don't waste your time. Naomba niwaambie vijana mlioko hapa, first you are very valuable, you are precious. Yesu amekununua kwa damu yenye thamani, we ni wa thamani sana. Usiruhusu mtu akupotezee muda. Bwana sifiwe, usimruhusu. Kuna watu ambao ni professional wa kupoteza muda, wameshawapotezea wengine, na wakikuangalia wanaona na wewe unafaa kupotezewa vilevile. Vile usipotezewe muda. Bwana asifiwe. Jambo la pili kwenye utangulizi, kuna watu wako kwenye mahusiano feki na hawajui kuna watu wako kwenye mahusiano feki hawajui. Leo niko hapa kukuambia, mtumishi wa Mungu amefundisha to be set free. Leo niko hapa kukuset free kwenye mentality yako ya relationship. Kuna watu wako kwenye relationship toxic, tunaita toxic relationships, relationship ambayo haikupeleki kokote, relationship ambayo unapoteza tu muda, lakini hajui. Ni sawa sawa na mtu ambaye ana utumwa wa kiakili mental slavery. Kwao ni vizuri ufahamu ni vitu gani ambavyo vitaweza kukufahamisha kwamba uko katika mahusiano ambayo ni, ni toxic. Lakini cha tatu na cha mwisho kwenye utangulizi, mahusiano yoyote yanawagharimu watu wawili, mahusiano yoyote yanawagharimu watu wawili lazima yaonyeshe upendo kutoka mwanamke na kutoka mwanaume. Ukiona wewe peke yako ndio una invest, wewe peke yako ndio unafanya hichi, hayo bado hayajakaa vizuri. Tunasema it takes two to tango, lazima it's two way traffic. Love is two way traffic, hautakii wewe mwenyewe ndio una invest. Dalili ya kwanza, dalili ya kwanza. Uko tayari kwa dalili? Dalili ya kwanza, dalili ya kwanza, dalili ya kwanza, utaona shida kubwa kwenye mawasiliano yenu utaona shida kubwa sana kwenye mawasiliano yenu. Yaani una mpenzi lakini kiukweli mawasiliano yenu huyaelewi. Mara nyingine anakucheki, mara nyingine hakucheki. Ukimwambia mbona uncheki, anakwambia mbona we ujancheki. Unakuwa kwenye mahusiano hauelewi yana kesho au hayana kesho, kwa sababu ukiangalia jana ayaye eh, mahusiano haikupi picha ya kesho. Uelewi kesho wala uelewi sasa, ila una uhakika tu kwamba leo ni Alhamisi, lakini mahusiano huyaelewi. Hamna nyakati ambayo mnawasiliana na mnakuwa na quality time pamoja. Kwa nini? Kwa sababu you don't communicate. There's no communication between you. Hakuna mawasiliano, hakuna kusikilizana Mshaonaga watu wako kwenye mahusiano, wana deiti vizuri wakiwa mbali, wakikutana wana kwaro zaidi, asikiani ulivyosafiri mkiwa mbali, meseji nzuri, mkikutana tu kama mapaka ya mtaani, mkikutana tu kwaro zinaanza. Kwa dalili ya kwanza, utaona shida kwenye mawasiliano, utaona problem hardship kwenye mawasiliano. Dalili ya pili, imekwambia nakupa dalili tano. Dalili ya pili, dalili ya pili, anaonyesha kupenda zaidi mkiwa na watu, mnapokuwa wenyewe haonyeshi. Mkienda kwenye mkesha, mkienda mbele za watu, ndio utaona amekusaidia begi wakati hakusaidiagi, ndio atakwambia kaa hapa wakati hafanyagi hivyo, ila mkiwa pamoja na utajikuta mara nyingine unamkumbusha hivi, mbona unanifanyiaga hivi? Alafu ukiona unakumbusha tu, hiyo kazi ya kukumbusha waachie manesi, kukumbusha wagonjwa udini kunywa dawa. Ukiona unakumbusha tu, mbona tukiwa sehemu fulani unafanya hivi, mbona kwa. Utaona intimacy inakuwa zaidi katika nyakati ambazo mko na watu nyakati ambazo mmetoka na wenzetu labda, eh, tafesi mmeenda sijui wapi eh, kwenye, kwenye tua, yani huko ndo kila mtu anajua kwamba huyu ndio nani. Hii ngoja muwe wenyewe, na unaniangalia unaniangalia nini? Nashangaa majibu yake makavu, majibu yake hivi. Unafahamu, unaweza kuchati na mtu mnayependa naye ukajua kabisa hii chati ni kavu. Yaani, yaani unasoma chati haina emotions, haina feelings, umezoea kuona viemoji vinini, lakini unashangaa chati ni kavu, kama vile mafundi wa TANESCO wanadiskasi nyaya, kumbe ni mtu yuko na mwenzake. Bwana asifiwe. Intimacy inakuwa zaidi katika nyakati ambayo mko na watu wengine, lakini sio nyakati ambazo mko peke yenu. Bwana Yesu asifiwe sana Dalili ya tatu, dalili ya tatu, dalili ya tatu, dalili ya tatu. Unahisi ubutu wa kwenye mahusiano unahisi ubutu, unaelewa? Yaani, relationship ni butu, iko dry. Yaani, ngoja nikwambie, huhitaji ujazo Roho Mtakatifu kugundua huhitaji unene kwa lugha, huhitaji wapige worship song ndio ugundue kwamba hii ngoma butu. Una essence kabisa, hii butu, majibu yake butu, meseji zake butu, anavyokutazama butu, anavyokujibu butu, anavyokutembelea, anatembelea kama amekuja kuona mgonjwa yani, kila kitu butu, you don't feel ama, hakuna amazing feeling. Kwa hiyo nikwambie, watu wanavyopendana, even if you you don't do sex you feel engaged emotionally Bwana sifiwe, there's that amazing feeling. Ngoja kwa nikwambie kwambie, tofautisha unavyokuwa na mpenzi wako na kuwa na baba mwenye nyumba au mwalimu wa kozi. there's, there's a different feeling. Ukiwa una chat au unaongea na mtu ambaye umemwambia unampenda, sasa you don't feel that. Kiukweli unajua mnapendana ndio, lakini butu, hata ukiwa unamwambia mwenzako rafiki yako unawambia tu aya, mahusiano yani, sijui huwezi, hu, huna jibu yani uyaelewe, lakini huna sentensi, butu. Hakuna memorable moments, there's nothing. Hata unaweza ukakaa siku umekaa ume usingizini, ukakikumbuka kwa kiota, hakuna. Ukikumbuka sana, utakumbuka magomvi, jinsi anavyokuwa mkali akikuangalia, jinsi ambaye anakufyonya. Umeshakupendela mtu ambaye anajua kufyonya, anafyonya, anaweza kutumia sekunde kadhaa kifyonywa like, akijaisha like, Anazira. Kuna wataalamu kwenye relationship, wataalamu wa kuzira, anazira Alhamisi hadi Alhamisi, na anakwambia kabisa, unanijua mimi, unanijua mimi nikikuziria unashindwa kuelewa. Ni cha kwake au cha kurisi cha uko kwao, yuko hivyo. Ukimwambia umebadilika, sio kwamba mimi, ndio niko hivi hivi sasa mimi, bora mimi, uko kwetu kaka zangu dada zangu Yani, mwisho wa siku nabidi ushukuru tu Mungu, bora nimepata huyu beta. butu Bwana asifiwe. butu Dalili ya tatu. butu You don't have amazing feelings. You don't, hakuna kitu ambacho akiwa hayupo you feel missing. You feel absence. Whether ayupo, whether yupo, everything is fine. Everything is fine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Dalili ya nne, unakuwa mahusiano yako yanakufanya unakuwa more confused and more frustrated. Ukitaka kujua huku kwenye mahusiano feki, muda mrefu wa kuwa kwenye mahusiano sio unakuwa happy. uh -uh. Unakuwa confused and frustrated. Ukiniuliza kwa nini, nitakwambia kwa sababu uelewi anakuoa au hakuoi, huna jibu, ila upo kwenye mahusiano. Uelewi atakubali umuoe au hatokubali, uelewi, kwa sababu mara nyingine anakuambia tuachane, mara nyingine anakuambia na nakumisi, mara nyingine anakuambia na nakupenda, mara nyingine anakuambia bila wewe na sidhani kama, mara nyingine anakuambia ndio kwanza, kwanza shukuru Mungu na mimi nakupenda, kwanza wewe hamna mtu akupenda wewe, huwezi kuishi na mtu yoyote wewe siku nikikuacha mimi wewe yani, utajuta uta, ni, shukuru Mungu uko na mimi U, huelewi kesho, huelewi chochote, uko kwenye dilemma, kwa uko frustrated, kwa marafiki zako wakikwambia kwa, kwa mfano let's say huyo mtu anaitwa George wakakwambia, vipi, how's George, huwezi kuanza is very well, is very good, unaanza ukianza na hum. Ni sawa sawa na zile stata za gari ambayo ukipiga afu inazima yani. Huna kitu ambacho ukiulizwa vipi kuhusu fulani, there's something comes in you says wow, mahusiano yako yanakupa more frustrations and confusion, huoni. Ukijiangalia wewe mwenyewe huoni kesho ya haya mahusiano. Clients wangu wengi wakija ofisini kwangu kwa ajili ya counseling, nawaulizaga hilo swali, unaiona wapi ndoa yako? Unayaona wapi mahusiano yako miaka mitatu ijayo? Wengine wananiambia Mauki, hata kesho sioni, sio miaka mitatu, hata kesho. Mtu wa hivyo maana yake yuko very frustrated. Naomba nikwambie, ni bora ukaiona ukawa na dilema kuhusu biashara yako, lakini sio kuhusu mahusiano yako. Bwana asifiwe. Bora kwingine kukafeli, ndio maana always mi nahubiri relationship, kwa sababu tafiti zinaonyesha vitu vingine vinaweza vikafeli na maisha yakaendelea, lakini ukifeli kwenye uliko invest moyo wako ni shida, na ndiyo maana wizara ya relationship ndiyo inayoongoza kwa vifo. wizara ya relationship ndio inaongoza kwa vifo, tena vifo vingi. Sio vifo vya magonjwa, ni vifo vya watu wenyewe kuamua kufa, wanajitoa uhai wenyewe in the name of love. Kwenye mahusiano huko kuna watu wanabadilika. Hujawahi kuona? Yule yule aliyekwambia ninakuona kwenye maji, yani mimi bora nianze ni mimi kuliko uanze wewe kuondoka, yule yule ana uwezo wa kukwambia maneno ambayo huwezi kuamini, yaani yani ni wewe, yaani ni wewe ambaye ndio mimi, yani akia ya Mungu, ebu apia ni wewe kweli? Unaniambia maneno ambia ni mimi au nirudie? Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana. Dalili ya ngapi sasa, ya tano. Unaona kwenye mahusiano yako hakuna mazungumzo ya kawaida, yani hakuna casual talks. Ukiona huko kwenye mahusiano ya hivyo, ni mahusiano feki, hakuna casual talks. Casual talks maana yake nini? Mko kwenye mahusiano lakini hamzungumzi vitu solid. mna, mna, mna, mahusiano, kuambi, kwenye mahusiano naomba nikuambie, kwenye mahusiano ni eneo ambalo you don't need to be serious all the time. Unafahamu, ukiwa na mpenzi wako, ukiona huko kwenye mahusiano ambayo unakuwa serious all the time Ukiona uko kwenye mahusiano ambayo ukitaka kuongea kitu unajikagua kwanza moyoni mwako, nisije atalipenda hatulipenda. Yaani unakaa na mpenzi wako kama uko na mgambo, unaanza kuwaza hili inachosema atakipenda au atakipenda, na yeye anaanza kuwaza wanachotaka kusema kwa sababu mnaogopa, kwa sababu mara nyingi mnak kwenye maneno. Kwa hiyo kila mtu mara nyingi mnakaa kimya, kwa sababu kila mtu anajihami na maneno yake kwa sababu utasema umeanza umeanza, sasa, nilikwambia umeanza. Ulimi wako utakuponza. Angalia, angalia, kinywa kiliponza kichwa. Kwa inabidi uwe mpole, uwe unafanya tu na nodi kama kipofu, kwa sababu unaogopa kuhusu maneno. Ukiona uko kwenye relationship ya namna hiyo, ambayo hakuna mazungumzo ya kawaida, there's no casual talks. You can imagine, una mpenza you cannot joke ukijua kutokambia kwao unamaanisha kwao unamaanisha nini? huo mfano wako unamaanisha nini? kwa hiyo wewe unanimaanisha mimi, kwa hiyo mfanye huo mfano, mimi ndio sungura? No jokes kwenye mahusiano, kuna uhuru. Bwana Yesu asifiwe. You feel free. unaweza ukajoke hichi, unaweza ukajoke kile, mradi humtukani mwenzako. Uko kwenye relationship na mtu ambaye nasema unampenda, alafu mna, mnaongea vitu fomo, yani mnaongea vitu solidi, vitu vitu solid, yani hakuna vitu, vitu kakamavu vitu ambavyo vizuri vizurikoweki, imekuwaje sasa? So unashangaa, huyu baba yangu au mpenzi wangu, unanilipia ada Safari inaendeleaje? Maandalizi, mkutano mlioenda wameokoka wangapi? Unashangaa na deti na Paulo au hakuna. Hakuna jokes, hakuna casual talks, hakuna vitu ambavyo, hakuna vitu ambavyo unaweza kumwambia hivi unafahamu wengine anaweza kaa na mpenzi wake akamwambia kitu akawa kama anakiamini kumwambia, I'm kidding, I'm joking, eh? Tunakuongea na Kiingereza kidogo. Alafu it's not even a problem. Lakini unajua kabisa huyu ni kimjoke tu, ni kimjoke nimekosea. Nishakwambia mimi jokes mi spend. Mimi haya mambo mimi sina kabisa. Kama kama uongei point bora unyamaze. Jamani, hata kama wewe ni injinia ndugu yangu, kwenye mahusiano hatujengi kiivo. We become human, there's a sense of humor, there's that feelings of humor sociability, you become tender. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Hivyo nafahamu kuishi maisha na mtu ukiondoka amis, uwepo wako is not a joke. You need to behave like a tender a warmth. Kwenye kwenye kazi unaita warmth. There must be warmth. Kuna vitu ambavyo katika maneno yako na matendo vinamfanya na feel, yani, ukiwepo I feel joy. Nilikuwa na client wangu mmoja wameoana. This woman, I feel joy, I feel warmth kwenye mahusiano yake. Kwa, akaniambia mimi I enjoy more my husband akiwa hayupo kuliko akiwepo. Sikumwelewa mpaka mume wake alivyoniambia kitu ambacho mke wake alimwambia. Mume huyu alienda safari akamwambia, bwana, tuna mkutano mkoani wa 14 days. Walivyoenda kule, wakaahirisha wakafanya 7 days, akarudi mapema. Sasa this guy akategemea wife anasema wow, yani ile mke unafahamu, alishindwa kujizuia, kama ofisi gani nyewe mnashindwa kuwa na organization proper? Yani mnapanga 14 days mnafukatisha katisha tu mikutano ina send message kwamba umewahi kufanya nini. Kwa nini mkutano wenu uahirishwe? Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Nilienda kutrain wizara fulani wakaniambia, katika mkakati Dodoma wa kuhamia Dodoma waliwaofa wafanyakazi wao freedom ya kuchagua. Tunaenda Dodoma kwa phase tatu, unataka kuenda phase ipi? Phase ya kwanza, ya pili, ya tatu watu wakawa wanaenda kwenye ofisi ya HR, wanaomba bwana mimi niweke fezi ya kwanza, alafu wife, wife mweke ya tatu. Sasa wale jamaa wakaniambia tunashangaa kwa sababu mtu huyo aliyekuja kusema hivyo wife wake alishakuja akasema, jamani, mimi niweke ya kwanza, husband mwekeni ya. Bwana asifiwe. Hawa wanaitwa mke na ndio maana nawaambia watu kuna tofauti ya kupendana na mtu na kuishi na mtu. Wengi wameoana lakini wanaishi na mtu, mwisho wa siku wakavunja hiyo, wakaondoa ule ile haki ya mtu kuchagua, wao ndio wakawa wanapanga. Kwa sababu haikufanikiwa, kila mmoja anataka amkwepe mwenzake, why? Kwa sababu kuna ubutu. Ngoja nikuongezee moja ya mwisho. Bwana asifiwe, nikuongezee moja ya mwisho. Uko tayari? Ya sita, ya sita, nyingine nazihifadhi. Ya sita. Ya sita, ushindani mwingi. Ukiona uko kwenye mahusiano ambayo mnashindana zaidi ya kuendana, shida, haya ni mahusiano feki. Mnashindana zaidi ya kuendana, haya ni mahusiano feki. Kivipi? Hakuna aliyeko tayari kushuka. Hakuna aliyeko tayari kukubali kosa lake. Kila mmoja anamwambia ishu ni wewe. Ah, ishi sio mimi ishu. Kwani nani alianza? Wewe ndio ulianza. Mimi nilikuwa nakuelezea tu, wewe ndio ukaanza kuongea. Wewe wa, ulichoelezea ulikuwa umeshakosea. Yaani wewe ndio ulianza kukosea. Mpaka mnataka mtafute rula kupima kosa liliko. Hakuna anayekubali kosa hakuna anayekubali kushuka, hakuna anayetaka kujirekebisha, mnashindana kwenye kila kitu. Mpaka ukitaka kutoa hoja unaiwithhold kwanza, kwa sababu unajua hapa tutaanza kushindana. Mpaka katika kuongea mnaanza kuambia kabisa kuna kitu nataka nkuambia, lakini naomba tusishindani, yani kwa sababu umeshajua kabisa mtashindana. Mara nyingine unaweza kulala kwenye ndoto ukaanza kuota mnashindana, mtashindana kila kitu, mtaenda kwenye watu, mtakula, mtashindana. Uma unatakiwa ushiko huku huyu, kisu unatakiwa kushinda huku, huyu ni mshamba, huyu ni nini, mtashindana kwenye kila kitu, mtashindana yani, hakuna mtu hamwezi am, ha, kukaa dakika mbili tatu na conversate with love. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hizi zitakusaidia kujifahamu kwamba uko kwenye mahusiano feki, na naomba nikwambie kama uko kwenye mahusiano feki na umegundua huko kwenye mahusiano feki, huna haja ya kuendelea kupoteza muda, kwa sababu muda haumsubiri mtu hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Time will never wait for you, muda unakwenda, siku hazigandi, unabadilisha umri, unazidi kuzeeka. Ni vizuri utumie muda huu kujenga mahusiano yako. Mtu awaye yoyote asidharau ujana wako, hakikisha ujana wako unakuwa kielelezo. The way you date iwe kielelezo the way unajiheshimu iwe kielelezo. The way una unampenda Mungu katika mahusiano yako, unamtanguliza Mungu katika mahusiano yako iwe kielelezo. Usitamani kuconform. Shida ya vijana wengi wa sasa hivi, they want to to to date date the way other people date. Let me tell you, strive strive to be be unique strive to be different. Acha mahusiano yako yawe tofauti na watu wengine, sio kwa sababu kila mtu anafanya kitu fulani wewe unafanya amua kuwa na mahusiano mazuri. Ngoja nikwambie, you will never regret, you will never regret. Hakuna mtu ambaye ameamua kukaa njia ya Mungu akaregret, never. Watu wanaweza wasikuelewe, wanaweza wakazungumza kuhusu wewe, lakini you will never regret. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisahau the way unavyo unavyokuwa mfano mbovu kwa watu wengine, the way unavyokuwa mbovu kwako kwa mwenyewe you, when you fail to be your own personal leader, unaacha legacy kwa watu wanaokutazama kuna watu wanakutazama kama binti ambayo umefanikiwa kwenda chuo kikuu, kama binti ambayo una aspire nice career. Wanakutazama, they want to be like you, they want to be like you brother, lakini you fail them kwa sababu ya namna unavyofanya maisha yako, the way you you make decisions, the way you make choices mara nyingine unakuta binti mwingine, binti yuko smart, mzuri, a sexy lady, looks so smart. Unaona kabisa huyu binti kuna utukufu, alafu akitokea kijana anayempenda unamdharau na yule binti kabisa. Maki, kijana mwenyewe unashindwa kuelewa, huyu kijana kapata wapi hata comfort la kumtongoza huyu dada. The boy is hooligan. Unaona kabisa kijana hana mbele wala nyuma, lakini binti ndo kafa kaoza kafika Kigoma mwisho wa reli, hasikii aambiwi, amefunga macho, bandama, ini, kila kitu hasikii kabisa. Hata mtu yote amshauri hasikii kabisa, yuko tayari kubadilisha chuo, kanisa, wazazi, just because of this guy. Ole wao wenye macho lakini hawaoni masikio lakini hawasikii. Look and open your eyes and see the reality. Watu wengine wanakwambia kabisa kama huyu mwendi naye kokote vyovyote, mtakavyoona mi ndio nimeamua basi, nikifa mimi nikiishi mimi. Haya, kuna client wangu moja, binti moja, aliambiwa na wazazi wake the same thing, kaambiwa na ndugu zake the same thing, kaambiwa na marafiki zake the same thing, huyu kijana huyu amwendi kokote akaamua kijana, akatoa engagement kijana, akatoa posa few months before marriage, kijana akabadilika. Dada amekuja kwangu ananiambia, yani Mauki, stori yote niliyokupa ya uzuri hayuko hivyo tena. Sasa dalema niliyonayo hapa sasa hivi, namuwachaje? Nikamwambia, nikawambia kwa nini unajiuliza haya maswali sasa, namuwachaje, kwa sababu nikimwacha sasa hivi kila mtu aliyeniambia kwamba watch out ataniambia ata, si tulikwambia. Nikamwambia, kwao unataka kuingia, kwa sababu unaogopa kupakwa, kuambiwa ukweli unao, unaogopa you you want want people approval or you want your safety kwenye maisha. Na kuna watu wengi sana kwenye dating na kwenye relationship, we do it because of other people. Tunafanya kwa sababu watu wanaona, watu watasemaje, nimekanae muda mrefu, wazazi wamefanya hivi, watu watasemaje. Ngoja nikwambie, you have a legacy, you have life to live, you have a purpose. Lazima uishi kufuatana na hiyo purpose yako Sio watu watasemaje, atanionaje, kashanisaidia sana, tumekuwa naye muda mrefu, nimemwahidi. So what? So what? You better break 10 and 20 relationship and keep one marriage. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! By the way, ukivunja relationship haubadilishi jina lolote, hata ukijaza fomu, jina lako ni lile lile, miss miss miss Ukivunja ndoa ukijaza fomu hata za, za, za, za pasipoti, na kuna sehemu kule tena unaekaga mwisho kabisa divorce, na unapewa na cheti.